Wanacheza vizuri wanakupa kitu unaona kabisa wana dribu. Je, mimi nilivyoangalia mpira kipindi cha kwanza tu nilisema kabisa leo kama tumekuja kuenjoy Jumapili, tumekuja kutoka kama tumekuja bichi. Jinsi anavyocheza JKT niliona kabisa kupata matokeo kuchukua ngao ni shida, lakini nawapongeza timu nzuri na, JKT na, wana uwezo. Wana uwezo. Na wapo serious katika, katika michuano ya ligi kuu na sijui Nashangaa wana feligi wapi wanashinda kucompete wana na zi Simba na Yanga kuchukua ubingwa, lakini mimi naamini JKT wana jieketia, wana timu nzuri zaidi. Ukitazama okay, ile mechi ya kwanza ambao walicheza na Yanga na hii mechi ambao wamecheza na Simba, unaamini ni mechi gani ambayo ilikuwa ili kwa leo kulikuwa ni siwe mnafiki, Simba amecheza mpira wa kawaida sana. Sasa sijui shida ni kwa wapi? Labda wachezaji wamechoka, au shida ipoje. Yaani hata ile mechi ya Yanga na JKT kulikuwa kuna ushindani, unaona wanapishana, uwanjani wanacheza wote kwa vipindi, wanagawana, si ndiyo? Lakini ukiangalia leo Simba, unaona kabisa wachezaji yani hawana confidence uwanjani, wanapoteza mipira, wanapoteza nafasi za wazi, unaona kabisa timu inacheza chini ya kiwango. Sasa sijui shida ni kwa wapi? Inawezekana baba kocha huyu sijui Ina maana watu wanalalamika hizi timu za wanawake hizi zinakujaga mara nyingi, sifuatilii sana lakini naona watu wanalalamika kuhusu kocha, si kocha sijui nini, ni sababu ya kocha. Lakini mimi naamini kwamba Simba kama ilifanya kosa kubwa kuacha wachezaji msimu, unajua timu ya wanawake ya Simba imeacha wachezaji wengi tena wazuri. Na tena nashangaa ule upande wa Fulwe kuna dada anaova ushungi, sio anaitwa nani yule, anaitwa nani dada anaova ushungi yule? Sikumwona yes, leo kuanza kadada, ni mzuri upande wake. Mtu anaocheza anacheza chini ya kiwango, anapitwa kirahisi, anashindwa kumaki, anashindwa kufanya nini, zote kitafuta clearance anashindwa kuzifanya. Simba waongeze kitu, nakwambia, kama wanahitaji tuchukue ubingwa msimu huu tena, upande wa wanawake waongeze kitu, inawezekana kama Simba inawezekana kubadilisha kocha au inawezekana wamwachie timu Musa Sani Mgosi, kama msimu e, e, e, so hapa kwa tuongee hapa sasa, hizi ah, kawaida tu, kama tumekuja bichi kuenjoy, si wanawake bwana? Wewe ya kiume hapa, ungenioje? Ungenishikaje eh? Ah, inauma lakini haiwezi kufanisha na ile yenyewe. Sasa ile ah, inauma lakini haiwezi kufanisha na ile Simba, Simba yetu yenyewe, yenyewe hivi, na Simba yenyewe poteza hapa. Wewe ungenishikaje? Vipi wewe mzee wa Yanga, ungenishikaje? Vipi ungenishikaje, ungenishika mimi Simba ndio tupoteze mbili moja hapa. Hivyo ah, mimi silaumu nyinyi na kuna kitu lazima mkielewe. Unajua, nyinyi waandishi mambo ya chonganishi kwa viongozi. Ah, lazima niambie ukweli. Kitu pekee kinamweka binadamu huru ni ukweli. Unapoona kosa limefanyika liongee, usikae na hapa roho kaliongee pembeni. Mimi naamini ninavyoongea katika vyombo vya habari kama kuna shida sehemu ipo. Unajua tofauti kubwa sana mtu unapokana na kitu unapoondoka nacho nyumbani. Mimi nilivyo naangalia shida iko wapi? Nikiangalia hii mechi tumefeli wapi, naongea kwenye shida umenelewa? Hii mechi kazingua mchezaji, namwambia we, umezingua mbona magoli. Alisimama alimwambiaga ka Kamara, alimwita mara tatu, Kamara magoli, Kamara, Kamara, alimwita mara tatu, kamwambia hii Simba ndio mpila, utakuwa huwe hivyo. Mwambie mtu ukweli, ajue kosa lake likuwa wapi afanye nini. Lakini unapoliona kosa ukinyamaza, unapoenda kuongelea pembeni, mtu alisikia aajui, mtu kakosia wapi. Mfano kama mpanza akicheza chini ya kiwango, umwambie Yaani mpanza anacheza china kwangu umwambie. Wewe nafikiri sanajiona yuko sawa. Lakini anapopekua mitandaoni shabika na alamika, anaona da mimi nakosea wapi anaanza kujitengeneza upya. Mimi naamini ukweli ndio unajenga. Sio ukikaa kimya, ni unafiki. Kwa hiyo hapo sisi kwa sababu tunasema tunasema viongozi, sema hivi wewe Mandala unaongeaga ukweli? Ah, wewe ulikosea swali. Ungesema Mandala unaongeaga ukweli. Wewe umesema wewe unasemaga viongozi. Unjeko asema viongozi. Mimi siasemi, naambia ukweli. Unjeko na kumsema na ukweli two different kitaalamu, sasa hapo naingia kwenye mambo yangu ya shule. Yes, hapo vitu viwili tofauti. Yes. Kuna kumsema kiongozi na kuna kumwambia ukweli vitu viwili tofauti. Kumsema kiongozi unamsema kwa baya au kwa zuri kumwambia ukweli unaongea kitu kichotokea moment kwa muda huo, si ndio? Yani kichotokea hapa, kuna kosa limefanyika kwa foka madabi, kama dabi dabi, unaona kabisa. Watu wa viongozi wamechelewa kutangazia ile dabi ya ya ya ya ya mwisho ya ligi ile, wamekuja kutangazia saa saba. Sio kitu cha kawaida. Kwa nini usiwaambie ukweli viongozi? Kama hili ni kosa, kosa linapotokea ongea. Ndio maana nimeudia hata magoli alimwambia ukweli nani mchezaji Kamara. Kamara, ukweli ndio unamweka mtu huru, na hivi vitu hata mashabiki wa Simba wanapenda. Kwa Simba mashabiki wenzangu, Mtu anapoongea ukweli amchukii kiongozi, anapambana ili mtu amkumbushe majukumu yake. Yani mwongea ukweli anamkumbusha mtu kitu chake. Sisi binadamu tunakosea, mimi sijai kusema Mungu afai no. Umekosea hapa fanya hivi, umepatia hapa. Mtu anapokosea aambiwe, anapopatia apongezwe. Hayo ndio maisha. Hauna kosea, umeridhika. Leo kijana wa Yanga fresh, no problem. Oh gani ni mabana